Habari. Kwa jina naitwa Dkt. Mgeni Mzee, ni mkuu wa idara ya radiolojia katika hospitali yetu ya mkoa ya rufaa ya mkoa ya Bukoba. Kwa kifupi, idara yetu inatoa huduma zifuatazo. Katika idara yetu inafanya kivipimo vya ultrasound. Katika ultrasound, tunafanya ultrasound ya nafanya hata sound za tumbo ya magonjwa yote ambayo yanahisiwa kwa, kwa kwa wateja wetu. Pia tunafanya hata sound za system ya mikojo kwa wanaume wenye shida hizo. Tunafanya hata sound za watoto wenye vichwa maji. Tunafanya hata sound za wamama wanaohisiwa na vifimbe kwenye matiti. Tunafanya hata sound za moyo eko ultrasound kwa watoto na watu wazima, na pia tunafanya ultrasound za vizazi kwa mama mwenye shida ya vizazi, tunafanya ultrasound. Pia tunafanya vipimo vya kuangalia kama mama ana shida ya ugumba, kama mama ana shida ya ugumba, HSG tunafanya katika kitengo chetu. Pia tunafanya vipimo vya X-ray. Hivyo vipimo vya x-ray vina vinajumuisha x-ray zote. Kama mtu ana shida ya kifua, mtu ana shida amepata, amevunjika, tunafanya hizo x-ray. Pia kama mtu ana shida ya tumbo, tunashirikiana sisi. Bahati nzuri tunashirikiana na idara zote, magonjwa ya ndani e, magonjwa upasuaji, vizazi vyote, tunashirikiana na watoto. Bahati nzuri sisi kitengo chote tunashirikiana na uh, idara zote. Pia tunafanya vipimo vya uh, CT scan. Tunashukuru tuna uh, CT scan kwa sasa. Kwa hiyo kama kuna shida yoyote tumeletewa uh, mteja anahitaji CT scan, tunafanya. Na kama CT scan daktari ameona kama kuna uvimbe wowote, kuna shida yoyote inahitaji nahitaji kuwekewa dawa, tunaweka hiyo, tunafanya with contrast, tunafanya kwa ufupi, tunashukuru sana kwa sababu sasa hivi tunafanya CT, hata zile referral za kwenda Bugando zimepungua sana kwa sababu kama wataalam mabingwa wabingwa tunao hapa, hapa. Kwa hiyo tukipima mgonjwa shida anajulikana, kwa hiyo anapata huduma hapa, hapa. Tunashukuru umetusaidia pia kupunguza referral kwenda Bugando, karibuni sana na pia tuna uh, msemo wetu wa idara ambayo tunasema mzee kwanza, kwa sababu mzee ni tunu. Kwa hiyo wazee wakifika hapa tunawapa nafasi ya kwanza na wamama wajawazito wazito pia, na wagonjwa wote ambao wenye matatizo ambayo anataka huduma kwa haraka tunafanya triage tunawahudumia. Huduma zetu sisi ni masaa 24 kuanzia Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa, idara inakuwa wazi kuanzia saa moja na nusu mpaka tisa na nusu. Baada ya tisa na nusu. Kuna mtumishi ambaye anaingia zamu kuanzia tisa na nusu mpaka saa mbili na nusu. Baada ya saa mbili na nusu kuna mtumishi ambaye anaingia zamu mpaka asubuhi. Na pia kwa siku za sikukuu na weekend idara inakuwa wazi kuanzia saa moja na nusu mpaka tisa na nusu. Baada ya tisa na nusu kuna mtu ambaye anakuwa za call ambaye anafanya kuanzia tisa na nusu mpaka saa mbili na nusu, anapokewa na mtumishi ambaye anafanya zamu ya usiku mpaka asubuhi. Kwa hiyo sisi huduma zetu ni masaa 24.